Lakini mmoja wako ambao mmelikumbuka ni kuona umuhimu wa kuwakumbuka wagonjwa wasiojiweza, hususani katika kuhamasisha wawe na bima za afya. Huyu mama hapa hawezi kujitibu bila bima ya afya. Mfuko wetu wa bima ya afya, kwa namna ulivyoundwa, umeungwa kwa namna ya kushughulikia hasa hasa watumishi wa umma na kama si mtumishi wa umma basi, mwanaye ameajiriwa au mke wake ameajiriwa au baba yake kaajiriwa, ndio anaweza ka, akatumia bima ile kumtibu asiyekuwa mtumishi wa umma. Lakini ipo haja sasa hata watu wasioajiriwa kwenye sekta rasmi, wakulima, bodaboda, sijui wafugaji, mamantilie, ni lazima waingie kwenye mfumo wa bima ya afya. Tukifanya hivyo tutaokoa sana maisha yao. Hivyo basi, hizi fedha ambazo umechanga shilingi laki sita na elfu hamsini na mkuu wa wilaya anatopa shilingi laki moja na elfu 42, jumla tunapata shilingi laki saba na elfu tisini na mbili zinatosha kumsaidia mama huyu kupata bima ya afya ya juu ambayo ataweza itawe, kumfanya atibiwe mwaka mzima. Lengo la kuja hapa ni kutoa mafundisho mawili. La kwanza ni kwamba ninyi wanawake mnaweza sana mkachangia jambo kubwa, pamoja na kuokoa maisha ya mwanamke mwenzenu, mama huyu hapa, kwa kufanya mchangizo la fedha ili msaidie apate bima ya afya ambayo atatibiwa mwaka mzima. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba wenzetu wanaokunywa pombe bila utaratibu wajue kwamba viungo vyao ni vya thamani sana. Wakome kabisa kunywa pombe ambazo hazijathibitishwa, wakome kabisa kuchanganya changanya ma kwanza wajasomea mambo ya maabara <laughs> yaani we mtu hujawahi kusoma mambo ya maabara unaanza kuchukua konyaji, unachukua na waini, sijui nyingine zina majina ya kiwatakatifu santeana sijui si, santinani unayachanganya pamoja ukweli pale hakuna cha utakatifu, unaharibu sana afya yako. Sasa fedha hizi zote ya, ambazo zimechangwa na wanawake wa Songea Manispaa, wanawake wa mkoa wa Ruvuma, kwa niaba tunazikabidhi kwa meneja wa bima ya afya mkoa wa Ruvuma. Meneja, naomba fedha hizi uzichukue, uzichukue fedha hizi kwa niaba ya wanawake wa mkoa wa Ruvuma ambao wamejipanga vizuri sana kusherehekea siku ya wanawake duniani. Wameamua wajitolee wamsaidie mwanamke mwenzao apate bima ya afya ya kudumu ya mwaka mzima ili aendelee kupata matibabu.